Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahaillallah llahkbar allahuakbar walilahilhamdu. Katika mwendelezo wa kugawa nyama kama tulivyosema kwamba tunawapa makundi maalum, ndugu yangu Musa Geuza, kiongozi wa ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi. Kama mnavyoona hapa, wapo hapa wote, wamekuja kuchukua nyama, mashallah wanachukua nyama wanakwenda kufurahi pamoja na familia zao. Musa Geuza, tunakushukuru sana kwa kusimamia eh, ndugu zako hawa na kuwaleta, na kila tutakapokuwa na jambo kama hili tutakupigia simu walete. kwa jina kama alivyonitambulisha ninaitwa Musa Geuza, ni kiongozi wa watu wenye albino. tunamshukuru sana Sheikh Alif kwa kutualika kwenye hafla ya kuchukua nyama, hii zawadi ya nyama, nasi tukafurahi kama wenzetu wengine. Na hii siwe ni mwisho, iwe ni mwendelezo kila wakati. Tunaomba taasisi yenu iwe inapanga bajeti kwa ajili ya watu wenye ualbino. Leo tumefika wachache, lakini lakini lakini sisi hapa hapa mkoa wa Dar es Salaam tuko karibu elfu moja na mia tano lakini kwa leo hapa tumefika kama anavyosema, ni mamia, bado hatujahesabu vizuri, lakini tuliokuwepo tunafika mia kadhaa. Kwa hiyo tunaomba sana mnapopanga bajeti zenu, nasi mwe mnatuhesabu kwamba Kupo watu wenye albino na tuna uhitaji mkubwa wa zawadi kama hizi. Shukrani kwa mufti wa Tanzania kwa kutuwezesha kupata hii. Shukrani kwa rais wa Tanzania na viongozi waandamizi wa serikali ya Tanzania kwa kulinda amani na kuweka kuweka maisha jumuishi au kuweka maslahi ya watu watu wote ikiwemo sisi kundi letu la watu wenye albino. Asante sana Sheikh Ali.